Mimi kwa majina ninaitwa Abdoni Endru Bundala, ni wakili wa serikali, ninatoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, mkoa wa kimashtaka Temeke. Ofisi yetu inafahamika kwa jina maarufu ofisi ya DPP, maanake kama ambavyo wananchi wanaijua, hii ni ofisi ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati, wakati, wakati 1977 chini ya ibara ya 59B ofisi yetu ni zao ya tangazo la serikali namba 49 la mwaka 2018. Tangazo hili lilitoka mnamo tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2018, ambalo lilikuwa likigawanya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika ofisi tofauti tofauti kutegemeana na majukumu yake. Manake ofisi yetu ni kwamba ilianzishwa kwa lengo sasa ma, mahususi la kushughulikia makosa yote ya jinai yanayojitokeza hapa nchini, na kuna ofisi nyingine ambazo baada ya hapo ziligawanywa, ilibaki ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ikiwa na majukumu yake, lakini pia ilibaki ofisi ya wakili wa serikali ambao wao wanajiita solicitor general na wao pia wapo wana majukumu yao. Ushiriki wetu katika hii Samia Legal Aid ni kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi mbalimbali wa mkoa wa Dar es Salaam, na hasa wananchi wa mkoa wetu wa kimashtaka kwa Temeke ambapo ofisi yetu sisi ipo, na katika ushauri wetu ambao tumekuwa tukitoa, haurengi moja kwa moja kwenye jinai, kwa sababu mwananchi anapofika katika banda letu haji yeye hajui kwamba ni mnakuja, mna kushiriki, mnashiriki na makosa gani, au na aina aina gani ya, ya ushauri mnampatia, bali yeye anakuja na ishu yake ambayo ni general, na akifika hapa nyie sasa ndio mnamsaidia kumfafanuria ha, usha, watu wengi wamefika wakitaka ushauri hasa kwenye mambo ya mirathi, migogoro ya mashamba na na wengine katika ma, maswara ya ndoa, wote tumewapa ushauri lakini baadhi ya wengine tumewapeleka katika taasisi zinazohusika moja kwa moja na, na, na, na changamoto zao ambazo wamekuja nazo. Asilimia kubwa ya wananchi wame, wameupokea msaada huu wa kisheria kwa mikono miwili, kwa sababu huduma ya kisheria ni ghali, kwa maana inahitaji gharama kubwa sana kuweza kuigharamikia hasa katika kuwalipa mawakili wa kujitegemea kuweza kusimamia changamoto yako ya kisheria. Kwa hiyo watu wengi wameichukulia hii kama fursa na wamefika, wamepata msaada kwa zile changamoto ambazo wamekuja nazo. Baadhi yao, kwa zile ambazo zimeweza kutatuliwa hapa hapa zimetatuliwa, na zile ambazo zinahitaji kufika katika ofisi ya taasisi husika wameelekezwa sehemu halisi ya kwenda kupata utatuzi wa changamoto zao.